Mimi naitwa Lilian Joseph Mwita, ila wengi wananifahamu kwa jina la Afrohome, ambapo Afro inajishughulisha na kazi za sanaa za mavazi, mabegi, mikoba, stage appearance yoyote ile unaotaka idesigniwe inadesigniwa, ila hasa kwa kuangalia kacha za Kiafrika na Kitanzania. Kwa professional ni mwalimu. Kuna baadhi ya vitabu vimeandikwa, ila nimeviandika kama ghost writer nikaamua kushiriki kwenye shindano la fasi tena katika wiki ya mwisho kabisa ya deadline ya kutuma miswada na nikaandika nikapata bahati ya kuingia kumi na moja bora kati ya watu mia tatu walioandika. Haya ni mafanikio makubwa sana, sana, sana. Na ndio kitabu kitakuwa cha kwanza kitakachotoka kwa jina langu, ila vingi vitaanza kutoka sasa kwa sababu wamenipa nguvu ya kwamba kumbe watu wanapokea ninachokiandika. Tunaelekea kwenye tamasha la fasihi Tanzania ambalo limeandaliwa na Mfuko wa Fasihi Tanzania, na katika tamasha hili kumetolewa mashindano ya uandishi wa hadithi fupi ambapo miongoni mwa washindi kumi na moja watashindana kupatikana mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Na mshindi wa kwanza, wa pili na watatu, miongoni mwa zawadi watakazopewa ni kuchapishiwa mswada kwa kitabu ili kiingizwe sokoni ambapo mfuko wa fasihi Tanzania umeahidi kukiingiza kitabu hicho sokoni, kukiuza, ili kuboresha maisha ya mwandishi. Unapokeaje swala hili? Swala hili kwa kweli ni zuri na la kipekee sana kuwahi kutokea, kwa sababu mwandishi anaposhinda kitabu ndo kinachomtambulisha mwandishi, kama ambavyo msanii wa muziki anatambulishwa na nyimbo, anayeigiza anatambulishwa na movie na filamu atakazozitoa kuingiza kitabu sokoni na kumsimamia mwandishi abaki sokoni. Hii inakuwa ni zawadi ambayo inadumu kuliko ukimpa mtu pesa akachapishe. Tunajua mambo yanaweza akawa ni mengi na kuchapisha akailisha na akawa mifia pale, kwamba alishinda fasihi alikuwa mshindi wa kwanza, alikuwa mshindi wa kwanza, alikuwa mshindi wa pili, wa tatu, baada ya miezi tu miwili, mitatu, hatukumbuki tena alikuwa ni nani. Lakini kitabu kikitoka, maanake kwamba hata kikichapishwa kikiendelea kukiuza, unaendelea kusema mimi nilikuwa mshindi wa fasihi nilishinda nikafanikiwa kwenye hiki kitabu, lakini hata hii inawasaidia mfuko kama mfuko kwamba mwakani akiandaa shindano lingine, mimi ambaye ni mtunzi tayari kitabu changu kiko sokoni, ni rahisi kuwasaidia wanaoshindana na kushinda mwaka unaofuata na kuwasimamia kwamba kiingia sokoni kinauzwa hivi, kwa sababu kuna sisi tunaoandika na hatujui tutauzaje na kuna anayejua kuuza na hajui ataandika. Ni mwandishi gani uliokuwa ukimhofia wakati unaingia katika shindano? Wakati naingia katika shindano nilijua kwamba tutakaoshindana ni wote tusiojua kuandika, ila sasa walivyotangaza 11 bora uh-huh. nikaona kuna kina ka, msimbe yupo ndani mle, nikakutana na Stallone mfanani mpole yupo mle ndani, nikakutana na kina Madam Joyce, Madam Maya kutoka Zanzibar. Nikasema kumbe nimeshindana na watu wakubwa wazito hivi, kwa nikajiona kumbe na mimi ni mwandishi <laughs> kama mswada wangu umepita kati ya hawa pia wamo hmm basi hata mimi ni mwandishi . Hao ni waandishi wa kongwe, hao ni waandishi wa kongwe tayari wana vitabu viko sokoni. Mm -hmm. Wana vitabu vinauza na wanatambulika kwamba ni waandishi sawa. Kwa hiyo hiyo imenitia pia mimi nguvu, badala ya kuniogopesha, imenitia nguvu kwamba kumbe uwezo wa kuandika upo, sasa unapambana na waandishi wa kongwe ambao tayari umeingia kwenye kumi na moja bora na wao na panatakiwa papatikane mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hebu waambia waandishi wa kongwe, una neno gani <laughs> kwao? Neno langu kubwa kwao ni kwamba asante, yani wamenisaidia kujiona kwamba ile hofu niliyokuwa nao kuhusu kuandika imeondoka. mm. Na nimeona kama mswada wangu unaweza ukawekwa katika mashindano na hao watu mm. maki hata sokoni nina uwezo wa kuingia sasa. Kwa kwamba hata tafu ikitokea sijapita kwenye tatu bora bado kitabu kitaingia sokoni. Natamani kujua kitu kimoja. Wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, waswahili walisema hayo maneno tayari. Una waandishi ambao ni wakongwe wakubwa na unashindana nao hawa waandishi. Natamani kujua mpambano wako wewe na wao, utakushinda ama unadhani unaweza akawa namba moja, alafu wao na ukongwe wao wakakufuata kwa nyuma? mi naona kabisa naweza nikawa namba moja washindi suwa ni kumi, wametokea kumi na moja. Nawezekana wa kumi na moja ni mimi nilioonekana kwamba hatuwezi kumwacha, ninahisi kwa sababu wasema... tulipewa nafasi ya kuipitia tena miswada hmm. tatu bora inanihusu. <laughs> <laughs> Watanzania wajue pia kwako kwamba fasihi kwa ujumla ina mchango gani kwao? Fasihi kwa ujumla ni ya muhimu sana, hasa katika hizi nyakati ambazo kila kitu kimerahisishwa katika picha zinazojongea kule kufikirisha kwa watoto na watu wazima kunapungua. Unaposoma kitabu unasoma kile alichokuwa nakiwaza mwandishi, ukikiwaza kwenye akili yako unapata picha iliyo tofauti, na ni rahisi mtoto kukumbuka na kuelewa na kuendelea. Hata katika uandishi kilichonisaidia ni kusoma vitabu, kwa sababu nitavisoma vya, vya hadithi vinavyohusu taaluma. Lakini unaposoma ukinipa kitabu ambacho ni movie na ina kitabu, nitachagua kitabu kwa sababu yule muvi anakuletea ambaye ni mzuri tena, ila yule mzuri nitakayemtengeneza mimi kichwani mwangu, wewe kwako hayupo, sawa. Kwa hiyo mm -hmm. Wazazi, ndugu, jamaa, hebu tuje kwenye tamasha tununue vitabu tuvirudishe nyumbani ili kusudi tuwasaidie wale watoto wetu ambao siku hizi hawawezi kuamua chochote mpaka au nyesho hiki kinafanyika hivyo. Akisoma vitabu utapata mtoto mwenye uwezo mkubwa mno. Kuna neno lolote sasa kwa waandaaji wa tamasha hili? Kwa waandaaji wa tamasha hili, tunashukuru sana kwa nafasi waliotupatia ya kuandika na kuonekana pia, na katika hii pia kutusimamia kwamba tuendelee kuuza watu watujue sisi ni kina nani. Ila washiriki wote, njoo kwenye tamasha ukiwa umejiandaa kununua kitabu Mshiriki, njoo kwenye tamasha ukiwa okay, umejiandaa kununua kitabu, na pengine kitabu ambacho utakinunua huenda kikasaidia kika, kumwezesha Lilian Mwita kutengeneza mswada wa kitabu chake ambacho tunatarajia panapo majaliwa, kitatengenezwa, kitaandikwa, kitachapishwa na kuanza kuuzwa na Mfuko wa Fasihi Tanzania.